Hapo zamani za kale kulikuwa na kijiji katikati ya milima yenye kijani na mito iliyojikunjakunja. Ndani ya kijiji hicho aliishi msichana mdogo aliyeitwa Amara. Katikati ya sehemu hii ya amani kulikuwa na Amara. Urembo wake ulijulikana katika vijiji vya jirani, si kwa sababu ya umbo lake, bali kwa mwendo wake wa neema, sauti yake ya upole na ngozi yake iliyong'aa chini ya jua kama mbao iliyopigwa randa. Uso wake ulikuwa mviringo na mpole, macho yake makubwa yalionyesha huzuni ya kimya midomo yake ilikuwa minene lakini haikutoa tabasamu mara kwa mara, na alikuwa na utulivu katika macho yake. Lakini watu walinong'ona juu ya mwili wake. anatembea kama malkia, baadhi walisema, lakini kifua chake ni kama cha mvulana. Wengine walimcheka kimya kimya. Amara hakuwahi kujibu, lakini vicheko, macho ya watu na kukosa wachumba, yote yaliingia ndani ya moyo wake kama mawe yanavyozama majini. Ingawa alikuwa wa kwanza kuwasaidia wagonjwa, mpole kwa watoto na mwenye heshima kwa wazee, watu waliangalia tu kile ambacho hakuwa nacho. Hata hivyo kila asubuhi alifunga kitenge chake vizuri kifuani, akaficha huzuni yake nyuma ya tabasamu na kutembea kijijini kama vile jua lilikuwa likimchomea yeye peke yake. Siku moja mchana, jua lilipokuwa likielekea magharibi na kutupa vivuli virefu, mgeni alifika kijijini. Hakuwa kama wanaume wengine wa pale, alivaa nguo safi iliyong'aa, viatu vyake viling'aa kama vyoo, alinukia utajiri. Sauti yake ilikuwa tulivu lakini ya nguvu. Aliitwa Obiora, mfanyabiashara kutoka mji wa mbali. Alikuja na zawadi: mihogo mikubwa, vitambaa vizuri na chupa za pombe ya mnazi. Lakini la kushangaza zaidi, alikuja na swali: yuko wapi Amara? Kijiji kizima kilishtuka. Wanawake walinong'ona nyuma ya milango, vijana walisonya. Amara alisimama kimya chini ya mti wa iroko, akiwa amechanganyikiwa. Obiora alimsogelea, akainamisha kichwa kidogo na akatabasamu: nimekuja kwa ajili yako. Hewa ilisimama moyo wa Amara uligonga kwa nguvu. Siku zilikimbia haraka, wazee walikusanyika, korosho zilivunjwa, baraka zilitolewa. Mama yake Amara alilia kwa furaha, wasichana walicheza usiku kucha siku ya harusi. Lakini usiku huo, mlango ulipofungwa na taa ya mafuta ikiwaka kwa mbali, Obiora alimtazama Amara, tabasamu lake lilitoweka, macho yake yakapanuka, mdomo wake ukapinda, kisha akageuka, akachukua kitenge chake na kukimbia usiku, kama mtu anayekimbia hatari. Hakuwahi kurudi, na hapo ndipo moyo wa Amara ulivunjika kimya kimya. Baada ya aibu ya usiku wa harusi, Amara hakuweza kuendelea kuishi kijijini. Watu hawakunong'ona tena, walicheka hadharani. Hata watoto walimcheka wakifuata mfano wa wakubwa. Moyo wake ulijaa maumivu na roho yake ilikuwa ndogo kuweza kustahimili. Asubuhi moja mapema, kabla jua halijafika milimani, Amara alifunga kitenge chake vizuri akapakia vitu vyake vichache kwenye mfuko wa kitambaa na akaondoka. Hakuna mtu aliyemzuia, hakuna mtu aliyemwaga. Alitembea kwa masaa hadi kituo cha basi cha karibu, miguu yake ikiwa imejaa vumbi jekundu, macho yake yakiwa na machozi ya kimya. Lagos ilikuwa mbali, kelele nyingi, watu wengi, lakini kwake ilikuwa ni sehemu ya kuanza upya, sehemu ambayo labda watu hawangemjali jinsi mwili wake ulivyo. Lakini maisha ya Lagos hayakuwa kama alivyoona, yalimkataa. Hakuweza kusoma hakuweza kuandika, hakuwa na familia. Mji huo ulikuwa mkubwa wa haraka na wenye njaa, na Amara alikuwa uso mmoja tu kati ya maelfu ya wageni. Kijiji kilimkataa, Lagos ilimpuuza, na sasa akiwa amekaa peke yake chini ya daraja, Amara alitambua kitu kimoja, wakati mwingine kukimbia aibu haina maana, utaipata huruma. Lakini hakuwa na lingine, na bado kulikuwa na kitu ndani yake kilichokataa kukata tamaa. Mji wa Lagos haukuwa kama alivyoota, ulikuwa na kelele watu wengi na waharaka. Watu walimpita bila kumuona. Hakuwa na kazi, chakula wala mahali pa kulala. Siku moja aliketi karibu na kona moja, akiegemea ukuta, akishika tumbo lake lililolia kwa siku ya tatu mfululizo. Ngozi yake ambayo zamani iling'aa sasa ilikuwa imepoteza mwanga chini ya jua la Lagos. Ndipo Remi alipomuona. Remi alikuwa mwanamke kutoka Lagos, mwerevu, jasiri, mwenye roho ya maisha. Alipenda kuvaa nguo za rangi kali na kutembea kwa ujasiri kana kwamba ardhi ilikuwa yake. Dada, Remi alimwambia Amara akimpatia kipande cha mkate, unaonekana kama machozi ya jana. Amara alipigwa na butwa, hakuna mtu aliyekuwa akimsemesha kwa upole kwa siku nyingi. Remi alimchukua Amara nyumbani kwake, chumba kidogo lakini safi kilicho katika mtaa wa nyuma. Alimpa chakula, maji safi na blanketi. Kesho yake Remi alimweleza anavyopata pesa. Siombi na kusanya, alisema huku akitabasamu kwa namna isiyo ya dhati. Amara hakuelewa mara moja. Wanaume watalipa kugusa kile wasichostahili, remi alisema. Huhitaji kuwa na kifua kikubwa, unahitaji tu kutabasamu. Amara hakusema kitu, lakini usiku huo alimfuata Remi mitaani. Taa za jiji zilionekana kama ahadi za uongo. Muziki mkubwa ulisikika kutoka kwenye baa zilizojawa na moshi. Magari yalikuwa yakipunguza mwendo kutazama, lakini si kwa Amara. Alivaa kile ambacho remi alisema kingemletea pesa alisimama kando ya barabara chini ya taa iliyokuwa ikiwaka kwa kuchechemea. Alipaka midomo rangi nyekundu, akafunga kitenge juu zaidi na akajitahidi kutabasamu, lakini yote hayo hayakuhisi kuwa ni yeye kweli. Gari moja baada ya jingine lilimpita. Baadhi ya wanaume walimkazia macho na kutikisa vichwa. Mmoja alitoa kichwa dirishani na kucheka, wewe ni mwanaume au mwanamke? Mwingine alisimama akauliza bei yake. Alipomwambia alicheka na kusema, si kwa kifua hicho chembamba maneno hayo yalimuumiza kuliko kimya alisimama hapo hapo akiwa kama sanamu huku remi akiwa pembeni akiingia kwenye magari moja baada ya jingine hata katika dunia ya kuuza mwili amara hakuwa na nafasi usiku huo hakupata hata mia alichopata ni maumivu tu lagos haipumziki usiku wake umejaa kelele taa sauti na ndoto zilizovunjika amara kila usiku alisimama barabarani akisubiri wanaume ambao hawakuona alichonacho waliona tu alichokosa lakini usiku mmoja mambo yalibadilika. Gari la kifahari lilisimama, dirisha likashuka polepole pole. Harufu ya manukato na pesa ikajaa hewani. Alijitambulisha kama Chief Okonkwo, sauti yake ilikuwa laini kama divai ya zamani na macho yake yalikuwa na siri. Wewe ni tofauti, alisema akimtazama kama sanaa, lakini unaweza kuwa bora zaidi. Amara alitabasamu kwa tahadhari, bila kuelewa vizuri. Chief akampa mafungu ya pesa zilizofungwa na utepe Unataka kupanda juu kwenye huu mchezo? Chief aliuliza. Jirekebishe, tengeneza mwili wako, kisha nirudie, nitakufanya uwe tajiri. Amara alishika pesa mikononi kana kwamba zingewaka moto. Hajawahi kuona pesa nyingi hivyo maishani mwake. Usiku huo hakulala, alikaa dirishani akiangalia nyota, akiuliza moyo wake, huu ni mwanzo mpya au mtihani wa mwisho? Amara aliketi kwenye benchi la kliniki, vidole vyake vikichezea sketi. Ukuta ulikuwa na rangi hafifu harufu ya dawa ikajaa puani. Huu ndio ulikuwa wakati aliokuwa akisubiri au kuogopa. Sauti ya chief ikamjia akilini, tengeneza kifua chako, kisha nirudie. Kwa miaka alikuwa akijificha chini ya vitambaa na dhihaka, sasa akiwa na pesa mkononi alikuwa karibu kufanya mabadiliko aliyodhani yangempa nguvu. Daktari hakuuliza maswali mengi, wauguzi hawakumtazama machoni. Kwao ilikuwa upasuaji mwingine tu. Alipoamka saa kadhaa baadaye bandeji zilikuwa zimefungwa kwa nguvu, lakini chini yake kulikuwa na kitu tofauti. Siku zilivyopita uvimbe ukapungua, kioo kikawa rafiki tena. Amara alijitazama akatabasamu. Haikuwa yeye, lakini ilikuwa sura ambayo wengine walitaka, na kwa mara ya kwanza watu walimtazama kwa kweli. Umaarufu wake ukaongezeka, wanaume wakampa pesa, watu mitaani wakamuita mrembo. Lakini chini ya kope bandia, midomo yenye rangi na nguo za kung'aa, roho yake ilijiuliza Huyu ni wewe kweli? Na mwili wake, ingawa ulikuwa mzuri kwa macho ya wengine, ulianza kuongea kwa maumivu. Maisha mapya ya amara yalihisi kama ndoto mwanzoni. Kifua chake kikubwa na cha kuvutia kilimvutia kila mtu, wanaume walimtazama, wanawake wakamnong'onea, na pesa zikaanza kumiminika kama maji. Kwa mara ya kwanza, dunia ilimuona Amara, lakini hakujua kuwa kitu kisicho cha kawaida kilikuwa kinamea ndani yake. Mwanzo alihisi tu kukaza, kisha maumivu ya moto Alijaribu kuficha, alitabasamu licha ya uchungu, alicheza wakati mwili wake uliumia, alicheka wakati mwili wake ulitaka kupumzika. Usiku mmoja alisimama mbele ya kioo. Kifua chake kilionekana kuvimba kupita kiasi, umbile lake halikuwa la kawaida. Ngozi ilikuwa inaanza kuwa nyeusi, ilikuwa ikidunda kana kwamba kuna kitu hai ndani yake. Alijaribu kubonyeza kidogo, maumivu yalienea mwilini kama radi, kisha kitu kilisogea ndani. Macho yake yalipanuka kwa hofu. Siku zilipita, maumivu yakawa makali zaidi. Usiku alilia kimya kimya, akishikilia kifua chake, akiogopa kukigusa. Kisha homa ilianza, harufu mbaya. Amara alianguka sakafoni kwenye chumba chake kidogo, maono yake yalipotea, pumzi ikawa hafifu. Majirani walimkuta na kumkimbiza hospitalini. Madaktari hawakuficha mshangao wao. Hii ni mbaya, mmoja alisema. Anaweza kufa, mwingine alinong'onea. Chini ya urembo wa bandia kulikuwa na kitu hatari mwili wake ulikuwa umeanza kuoza kutoka ndani. Vipandikizi vilikuwa vimeambukizwa, kinga ya mwili wake ilikuwa inapigana. Walipomfungua walikuta si tu maambukizi, bali kuoza. Ndani ya chumba cha upasuaji baridi, chini ya taa kali na vifaa vya chuma, uzuri wa Amara ukafa, na yeye halisi alianza kuamka. Amara alifumbua macho taratibu. Dari jeupe la hospitali lilikuwa kimya kama anga bila nyota. Hewa ilijaa harufu ya dawa, bleach na huzuni. Kifua chake kilifungwa kwa bandeji safi. Kimenyoka tena lakini sasa haikuwa aibu, ilikuwa ni kwa ajili ya kuishi. Aligeuza kichwa, hakukuwa na maua, hakuna rafiki, hata Remi hakuwepo. Ukimya ulimkumbusha siku za kijijini, wakati watu walimsema na kumcheka kwa siri, lakini huu uchungu ulikuwa tofauti. Hii haikuwa juu ya maneno ya watu, ilikuwa juu ya mwili wake ukipigania kuishi. Alifunga macho na kukumbuka kila wakati alipojaribu kuwa vile wengine walitaka. Sasa hakuna kitu kilichobaki cha kutoa, sio uzuri sio umbo sio hata kujiamini. Ni Amara tu, pumzi tu, mapigo ya moyo tulivu tu. Kuta za hospitali zilikuwa kimya sasa, hakukuwa na kilio, hakukuwa na maumivu, ni mwangaza wa taa tulivu. Amara alilala macho wazi juu ya kitanda chembamba, bandeji zake zilishabadilishwa. Uchungu ulikuwepo bado, lakini ulikuwa tulivu sasa, kama kidonda kinachojifunza kupumzika. Aliangalia dari bila mawazo, akihema tu, yuko hai, hana mengi, lakini yuko hai. Siku moja daktari aliingia, siyo na mafaili au vifaa, bali na swali, swali lililoning'inia hewani kama moshi. Amara, kwa nini ulijifanyia hivi? Hakujibu mara moja, macho yake yalibaki juu ya dari. Hatimaye alinong'ona kwa sababu walinicheka, kwa sababu hakuna aliyenipenda, kwa sababu nilihitaji pesa. Daktari hakusema chochote kwa muda, kisha akapumua kwa huzuni, siyo kwa lawama, bali kwa kuelewa. Alimwona Amara sio kama mgonjwa tu bali mtu aliendelea kusimama baada ya moto. "Ungependa kazi ndogo hapa?" aliuliza. "Kusafisha, kusaidia, sio kubwa, mwanzo tu." Amara aligeuza kichwa, macho yake yakajaa machozi, siyo kwa huzuni, bali kwa tumaini. Alitikisa kichwa kuashiria ndiyo. Tangu siku hiyo, Amara hakuvaa tena aibu kama ngozi, hakutembea tena kwa ajili ya makofi ya dunia, alitembea kwa ajili yake mwenyewe, kifuani hana kitu, anaendelea kupona, yuko huru.